anza kuona mbona Diamond una change, umenua kigari kina rangi ya njano, wakati mimi bado natembelea daladala. <coughs> Akanambia, Dimpoz, tukaza mshikaji wangu, kwa sababu sisi maisha yetu tunategemea muziki, mtaji wetu ni muziki. Basi nikapata uchungu sana. Nakumbuka ameenda kupanga nyumba kwa mara ya kwanza nikamwambia, Dangu unalipa nyumba laki, laki tatu kwa mwezi, mshikaji wangu nunua kiwanja wewe. Akaniambia, tulia Dimu, maisha ni changamoto, nitakuonyesha nini nafanya. Siku nilotoka machungu nimekuta nyumba ya Diamond imewezekwa kigae.